Kwele mkwele ba salama. Bashosha ng'ombe. Unaweza dhani kuwa huu ni mkutano wa hadhara. La hasha. Kusanyiko hili ni matokeo ya wananchi kuchoshwa na matukio ya uwepo wa wimbi la wizi wa mifugo. Kumekuwa na mwendelezo wa matukio. Wiki moja iliyopita tu wasiojulikana waliiba ng'ombe, wameiba kwa mzee Sulugwai ng'ombe mmoja, kwa bwana Lushona ng'ombe wawili, kwa bwana Alois Mahele ng'ombe wawili na usiku wa kuamkia leo meiba kwa mzee Matibo ng'ombe wake wawili wameibiwa. Kama jeshi la ajari sungusungu, tumechoka kuibiwa mifugo yetu. Wanaiba, wanachinja kisha kupeleka kwenye bucha za Geita na Kasamwa kwa mmoja wao. Wananchi wa Kakonda walianzisha upelelezi ni nani anayejihusisha na ujangili huo, ama wapi wanapopelekwa. Tumeanziwa matuka mtaa wetu, tumeibiwa mpaka mara mbili tena, wanakaa wanachukua na maliza wiki moja wanafuata hapo, tukawa kama tumezuia. Baada ya kuwanyang'anya silaha hii sasa ya ng'ombe, wanapoingia kwenye zizi, wanaiba ng'ombe wawili na wanaswaga, wanapeleka kabisa mpaka kule lami. Sisi tunapofuata, tunakuta ng'ombe wale wamechinjwa. Ng'ombe wanakata shingoni, halafu pili wanakata kwenye eneo la tumbo, baadaye wanamweka kwenye mfuko yule ng'ombe. Baada ya pale wanabeba. Sasa hatujajua anaenda kumweka wapi na kwenye mazingira yapi. Waathirika wa tukio hilo wanayangukia serikali. Kwa mfano hapa Kakonda ardhi yetu ni ngumu kwanza kuilima kwa mikono uwezi. Tunatumia ng'ombe. Sasa hiyo nguvu kazi tunanyang'anywa sasa tunayotumia kwa kulima tutaishije sasa? Hapo tu tunaomba serikali ilione hili limekuwa tatizo kwa sasa hivi. Sisi wafugaji tumeshazoea kunywa maziwa, sasa hivi nichekesha maziwa ya kunywa watoto natowemo, na mafuta ya kupikia mboga, kwa sababu wakiniibia sitakuwa na hangaika na watoto jamani. Sisi tuna, tunaona mtusaidie. Baada ya wananchi wa kijiji hicho kujadili kwa kina juu ya matukio hayo, wakaja na suluhu. Tumekaa na wananchi tukabaini kwamba tufanye utaratibu wa ku, ku, kuunda doria ambayo labda inaweza ikatusaidia, twe tu tunalinda kila siku kila siku mtaa mzima, labda tutafanikisha kwa hilo. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam News <muchos>